Leo Watanzania tumechoka. Sauti zetu zinalia kimya kimya, na tunawauliza viongozi wa dini, kwani nani anatugawa? Kwa nini amani yetu inaanza kutikisika? Tuna heshima kubwa kwenu, lakini leo tunasema Tanzania inaweza kuumia kama hamtatusikiliza. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani TV, hii ni barua ya wananchi kwa viongozi wa dini Tanzania. Waheshimiwa viongozi wa dini, tunawasalimu kwa amani, kwa utulivu na kwa heshima kubwa. Sisi wananchi wa kawaida tumeamua kuandika ujumbe huu kwenu, ujumbe wa moyo, ujumbe wa uchungu, ujumbe wa matumaini. Leo hatuongei kama watu binafsi. Leo tunazungumza kama taifa, kama watanzania wanaoipenda nchi yao, Tanzania, nchi ya amani, afya na maisha. Kwa miaka mingi, Tanzania imekuwa pahali patulivu, wageni wanaisifu, majirani wanaiangalia kama mfano na sisi wenyewe tumekuwa tukisema: kwetu hakuna dini za kugawa watu, kwetu hakuna ukabila unaovunja taifa, kwetu kuna upendo. Lakini siku hizi tunaanza kuona jambo jipya, jambo ambalo linatupa hofu, jambo ambalo linatuweka katika mashaka. Tunaisahau Tanzania hii ya amani. Tunaisahau Tanzania hii ya afya. Tunaisahau Tanzania hii ya maisha mazuri. Baada yake tunaingiza udini katika mambo ambayo hayana dini ndani yake. Hii ama hili inatuumiza sisi wananchi. Udini unaanza taratibu na tunauona, sio watu wote, sio viongozi wote, lakini baadhi ya kauli mnazozitoa zinafanya wananchi kuanza kujiuliza: kwa nini kauli hii inagusa dini moja tu? Kwa nini maneno haya yanaonekana kuwagusa watu wa upande mmoja? Kwa nini viongozi wa dini wanatupa ujumbe unaotugawa badala ya kutuunganisha? Sisi wananchi tumeishi miaka mingi bila kugawanyika. Leo tunashangaa kuona mapengo yanazaliwa. Tunawaomba kwa heshima, msiruhusu udini uwe mbegu ya migawanyiko katika taifa letu. Japo ni maneno tu maneno yanaweza kuwasha moto. Siku alipoapishwa rais si siku ya udini, ni siku ya taifa. Tukio la kuapishwa rais ni tukio kubwa, ni tukio la taifa, la umoja, la wananchi wote, lakini tumeshuhudia baadhi ya matamshi yakionekana kutupasua. Kuna watu walijiuliza, kwa nini viongozi wa dini wanatengeneza misimamo ya upande mmoja? Kwa nini tukio la taifa linageuzwa kuwa tukio la kidini? Waheshimiwa viongozi, tunawaomba kwa waheshima, mambo ya taifa yaachwe yawe mambo ya taifa. Tusigawanye siasa ama, tusichanganye siasa, dini na matukio ya umoja. Vinapochanganywa vibaya, vinatuumiza. Viongozi wa dini, nyinyi ndiyo miundo mbinu ya mioyo yetu. Sisi wananchi tunawapenda, tunawaheshimu na tunawasikiliza. Kila mnachosema kinaingia kwenye mioyo ya mamilioni ya watu. Ndio maana tunawasihi, mnapoongea tafakarini. Maneno yenu yakiumiza, mioyo ya watu inaumizwa. maneno yenu yakiwasha moto, moto huo hauzimiki kirahisi. Maneno yenu yakiponya, taifa lote linapona. Nyinyi ndiyo taa zetu, musituweke gizani. Sisi wananchi tunataka vitu vitatu tu. Sisi wananchi wa kawaida hatutaki vitu vingi. Hatuna masharti magumu. Tunataka amani, afya, maisha. Amani inayotupa nafasi ya kuishi bila hofu, amani inayotupa nafasi ya kusomesha watoto wetu, amani inayotupa nafasi ya kwenda kazini bila wasiwasi wasi. Na afya nayo, afya ya miili yetu, afya ya akili zetu, na afya ya jamii, jamii yenye maneno mazuri, sio ya chuki. Na maisha nayo, maisha yenye heshima, maisha ambayo kila mtu anajisikia ni sehemu ya taifa. Hatupendi chuki, hatupendi mgawanyiko, hatupendi kauli zinazotugawa. Tanzania ni kubwa kuliko tofauti zenu. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, tunaomba viongozi, kaeni pamoja. Kama tofauti zipo kati yenu, mkae chini, zungumzeni, siksitizaneni, heshimianeni. Mambo mengine msiyaseme mbele ya kamera, msigawanye waamini Msiwape wananchi sababu ya kuanza kuona tofauti kati yenu. Mkiwa pamoja taifa linakuwa pamoja, mkiwa mbali sisi wananchi tunahangaika. Tunaomba mkae pamoja kama ndugu, kwa sababu nyinyi ndiyo mifano ya maridhiano. Tulinde taifa letu kabla migawanyiko haijakuwa. Historia ya dunia imejaa mifano mibaya. Migogoro mingi ilianza kwa maneno madogo, kauli za kawaida, lakini zikageuka kuwa makubwa. Tanzania tusiruhusu kufika huko. Tusiruhusu watoto wetu waishi kwenye nchi ya hofu. Tusiruhusu vizazi vijavyo virejee video za leo na kusema, hapa ndipo Tanzania ilianza kupotea. Hapana, sio sasa, sio katika kizazi hiki, sio chini ya uongozi wenu. Tunawaomba waheshimiwa, viongozi wa dini, simameni upande wa amani, sio upande wa mgawanyiko. Simameni upande wa umoja. Sio upande wa chuki, simameni upande wa hekima, sio hasira. Tanzania ni ya wote. Amani ni urithi, umoja ni baraka, upendo ni msingi. Tanzania ni ya Waislamu, Tanzania ni ya Wakristo, Tanzania ni ya watu wa mila, Tanzania ni ya wote. Tusigawanyike, tuwe kitu kimoja. Tusiweke chuki baina yetu, tusiongeze moto kwenye nyoyo za watu. Tunawaomba kwa moyo mmoja, tusaidieni kuweka taifa pamoja, tusaidieni kulinda amani yetu, tusaidieni kuendelea kuwa ndugu. Mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV, asante sana kwa kutazama yanayojiri mitaani TV. Amani ni msingi. Afya ni utajiri. Maisha ni zawadi. Subscribe, like, kisha u-comment. na tuendelee kujenga Tanzania yetu. Hapa ni sauti ya wananchi hii, na yanayojiri mitaani TV.